Hamasi imethibitisha kuwa, Israeli imetoa pendekezo la kusitisha mapigano Gaza kwa kipindi cha siku 45 ili kuachilia mateka kumi wa kiyahudi kwa kubadilishana na mamia ya wafungwa waliokuwa wamekamatwa Palestina, kwa pendekezo hili limetumwa na Hamasi kulingana na ofisa wa kundi hilo aliyesema na CNN na nukuu. Katika pendekezo hilo, Hamas ingemwachilia Edan Alexander, raia wa Israeli na Marekani, siku ya kwanza ya usitishaji wa mapigano kama ishara maalum kwa Marekani. Shirika la habari CNN limeripoti jeshi la Israeli linalodaiwa kulipua eneo ilipokuwa ikishikiliwa Al-Qassam Brigades, wingu la kijeshi la Hamas, wanasema wamepoteza mawasiliano waliokuwa wanawalinda. Israeli pia inataka Hamas kutoa taarifa kuhusu mateka waliosalia ikiwa ni pamoja na waliokufa kwa kubadilishana na taarifa kuhusu wafungwa wa Kipalestina na miili ya Wapalestina waliokufa iliyoshikiliwa na Israeli. Pendekezo hilo linahusisha, kusitisha operesheni za kijeshi, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, kutoa vifaa vya makazi kwa waliokosa makazi, kujadiliana juu ya kusitisha mapigano kwa kudumu kuanzia siku tatu ya makubaliano hayo. Imesema Israeli. Israeli inasisitiza kuwa Gaza ipokonywe silaha, jambo ambalo limekuwa mstari mwekundu kwa Hamas na huenda likafanya Hamas ikatae pendekezo hilo. Hamas pia inataka kusitishwa kwa vita kabisa na kujiondoa kwenye jeshi la Israeli kutoka Gaza, la sivyo hawatakubaliana na makubaliano yoyote ya muda tu. Majadiliano yanaendelea kupitia kwa wapatanishi kutoka Misri na Katari, huku presha ikiongezeka kwa Netanyahu kutoka kwa familia za mateka na wanajeshi waliostaafu ili ifikie makubaliano. Endelea kufuatilia Mwananchi Dikto kwa taarifa zaidi.